Bana liko na influencer Doto Magari, na vitu na vingi sana kuzungumza naye. Tunaelekea sasa hivi kwenye uchaguzi, wasanii wamezungumza ya kwao mengi sana, lakini sijasikia neno lake. Sasa hili ndio neno lake official. Doto, kwema lakini mjambo? Kwema wadogo zangu wa mjambo. Sasa mambo, unasemaje? Wazima kabisa. Nimefurahi kukuona, ulikuwa pia Zanzibar eh. si unajua tunawakilisha chama, tunaenda kutafuta kura za waheshimiwa marais wetu ah, wabunge wetu eh, madiwani wetu. Ndio maisha yetu tulijichagulia, okay. Sawa bwana. Mm. Na maisha haya atakiwi ubishi, atakiwi jeuri. Mm. Sawa bwana, naheshimu katiba ya nchi. Kwa hiyo ninachoambiwa natii amri. Leo utakuwa Zanzibar, leo utakuwa Magomeni, leo utakuwa Buguruni, nafuata itifaki. Okay. Sawa jamani? Eh. Pengine sasa Zanzibar hali ya kisiasa ikoje sasa? Tufuate na kubaa. Ah ah, mdogo wangu. Mimi sizungumzii mambo ya kisiasa. Nazungumzia kupiga kura kwenda kutiki. Siasa ni nzuri tu au uone unaishi na amani. Sasa siasa ya Zanzibar ni nzuri tu. Sio watu waenda kutafuta kula za bunge wetu, marais wetu Dr. Hussein Mwinyi Magorofa, mama Samia Suluhu Hassan rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hali ya kisiasa ni nzuri tu, nchi na shwari na amani ya kutosha, ulinzi wa kutosha upo. Hey, hey. Sawa bwana. Oktoba hey, hey. Tukatiki turudi majumbani tusikilizie majibu maisha, hey, yaenda. Lakini ukijifanya fyoko fyoko utapotea. Hey. Nchi na adabu, nchi na heshima. Hey. Uwezi kuharibia wewe mtu mmoja ukaharibu maisha ya watu wote hey. ni ngumu. Eh, yeah. Mheshimu katiba ya nchi basi, mheshimu itifaki, mheshimu jeshi la kujenga taifa, maisha yanaendelea. Ni hicho tu. Ukiheshimu vitu vyote, maisha yako yatakuwa mazuri. Lakini ukileta mdomo mdomo eh, kwa kweli watu watakuelewa, watu wako live, watu watu hawataki mchezo mchezo, watu wanataka kulinda amani, na amani ndio hii tunailinda, mpaka mm, nyee mnakuja kunihoji ni amani hiyo. Pangekuwa mna amani, usingekuja kuja kunihoji. Kwa hiyo tunaendelea kuilinda amani yetu ya Tanzania eh. Uh, uh, kutiki, hey. Hey. Sawa nimemaliza mjomba. Aliniambia aanze Lema, sijui umenielewa? Aanze Lema, aanze Lema kwa maana kwenda Lema, sijui umeshanielewa mjomba. Doto na Isatambuu aliniambia kwanza aanze Lema and then mi nitafata, na ndio maana unaniona niko hapa nalelewa kwa Isatambuu, kula swala, nauli, kila kitu hapa hapa. Mm, unahisi labda ubora uh, wako au kipaji chako ambacho sasa hivi uponacho uh, ni sawa ukikalishwa na Rema, kuna namna mnaweza mkakompetiti au uh, unahisi wewe ndo una uwezo zaidi kuliko Rema? Mimi na Rema, mm, kwa uwezo unavyojiona kipaji chako wewe sasa na kile, na kipaji cha Rema ambacho unakiona ah, umekaa naye so, Rema, ah, ni mshikaji wangu na nimekaa naye kwa muda... Actually, na uwezo wake na uelewa na, na mimi mwenyewe pia uwezo wangu ananielewa. Kwa hiyo kwa kuwa mi sijapewa bado kipaumbele ya vile, ndio maana unaona nimetulia, lakini kwa hilo swala la yeye na mimi nani mkali, hilo tuwaachie Watanzania kwa sababu e, Watanzania na mimi wakija kunisikia, ndio watajua, atajua e, nani mkali. Umekaa sana kwenye game kwenye kwenye yeah, sana, muda mrefu sana, japokuwa pia unafuatilia watu mbalimbali wakiwa wanafanya mziki inspiration yako kubwa sana kwenye wasanii wa Bongo Flavor. Waga unamwangalia nani sana ambaye, ambaye unajifunza sana vitu vingi kwenye swala so zima la mziki? Eh bwana, wasanii wanaofanya vizuri ni wasanii wengi sana, sijui umenielewa. Wasanii wa, wanaofanya vizuri ni wengi sana ambao nawaelewa, hasa kuwataja wote sasa ndio itakuwa mtihani. Taja hata top 3 tu ambazo unazikubali sana, wasanii ambao bana siko nikutana naye naweza nikazungumza kitu chochote Uh, wa kwanza wa kwanza wa kwanza kabisa tunaanza na sasam... <laughs> na Diamond Diamond Platinum. Sasa hivi amna ile kama hujafanana na Diamond au ni mimi mwenyewe ndo naona mawenge uh, comment zinakuaga nyingi kama hizo za kufanana na Diamond yeah, sio huyo tu, watu wengi wananiambia umefanana na divoice yani kila yes, mmoja eh, kila mmoja anavyo anavyo comment yeye, kwa hiyo mdomo ni, ni mali ya mtu, huwezi kumkataza mtu jinsi anavyoongea au jinsi anavyo comment. Sijui umeelewa, lakini mimi namba moja yangu nitaanza na Diamond Platnumz. Sijui umeelewa, msanii ambaye ameufanya pia mziki yani vijana kuona pia mziki ni, ni mwepesi. Sijui umeelewa, kutokana na Diamond Platnumz ni msanii ambaye tusema kweli anapambania sana, sijui umeelewa, ameipambania sana hii industry. Yani kwa, kutoka wazazi mziki waliuona kama uuni ye, alikuja akauchukua akaufanya mziki uonekane pia kama sio uuni. Namba mbili pale nitampa kama kawaida blazangu alikei alikiba e. Namba tatu naweza nikampatia Marioo e, ni wasanii ambao wanafanya vizuri sijui umeelewa, e, wakina Harmonize, wapo wasanii kibao ambao wanafanya vizuri. Mm. Kitu gani ambacho labda kinakuvutia sana kwa Simba ambacho unatamani pia ukiige ili ufanye kitu ambacho anakifanya. Ah, e bwana huyo mtu. Yani ni vitu vingi sana vinavyonivutia. Kwanza unapomzungumzia Diamond mimi nataka niwaambie Watanzania kidogo waelewe. Diamond is favorite superstar in in Tanzania, in Africa, and all over the world. Always, people no one can judge. Kiingereza kinapanda kumbe. Eh, mimi sitoelewa watu wananjaji vipi, lakini Diamond ni msanii ambaye hei siju meelewa. Yani kuna superstar na yeah. Kuna kuna star star. Star na superstar. superstar. Diamond ni superstar. Yani. Kuna star. Yeah, star kama nani sasa? We, kwenye fungu gani? Star kama Mario Mario ni star, Diamond ni superstar eh, ni e. Ngoma gani ambayo unaipenda sana Diamond Platnumz sana? Ngo na, ngo na kwa sababu unamsifia sana, ikiwa na maana kwamba pengine ulikuwa unamfuatilia kipindi ana haso issue zake za mziki, na wanafanya mziki pia. Ngoma gani ambayo ukisikiliza Diamond inakupa mzuka motivation ya kupambana kwenye eh bwana? Kitu ambacho nakishika eh bwana, mimi kwa Diamond Platnumz ngoma yake hapa ile inawezekana Mm. Ahadi zangu zisizotimia, ndiyo maana haukutaka kusubiria, nasema nyama, mwisho wa siku naleta bamia, chai mchana, usiku, dona kulumagia. Nilitamani sana basi, basi, kaka utatuangushia gari <laughs> <laughs> mnyama ah, like like ah, yeah. Mkali sana yeah. Yeah. Ah, yule ni mnyama mkali sana, yani mimi katika maisha yangu, yeah. Uwaga na muomba Mwenyezi Mungu, yeah, so okay. Eh, yeah. Yeah, yeah, yani katika maisha yangu. Yani, kabla, kabla sijafa, yani kabla sijafa, yeah. Mwenyezi Mungu likuwa naomba Bwana nikutanisha na yule kiumbe, mm. Yani, kokote ulipo my brother Diamond Platinum, I want to say speak of true my heart and I love you so much my brother. Asante sana na kukubali. Ukipata bahati pia umesema unaomba ukutane naye, ukipata bahati, huyu hapa umekutana naye for first time. Neno gani ambalo unatamani umwambie Diamond Platinum? huyu hapa bwana, umekutana naye hapa bwana, pacha yako huyu hapa eh. Bwana kwanza, siwezi kuamini. Unajua, katika maisha yangu yote mimi yeah. Yani katika maisha yangu yote Diamond huaga nimemuona Kusema kweli nimemwona mara moja, yani Diamond nilimwonaga kwenye show gani, unajua, kwenye show moja alikuwa nashuka, alikuwa anashuka na helicopter. Sijui umeelewa? Ilikuwa da live hiyo da live, live. Live ndo namuona kwa mara ya kwanza Diamond Platinum amevaa kaushi kama ya kwangu ila hii nyeupe ilikuwa kwenye msanii msanii mwenye mvuto alichukua tuzo ile Diamond yes. Platinum, tumalizie na ile la mwisho. Nikawa namfagilia sana Diamond Platinum. Ikitokea nafasi Diamond au ikitokea uh, bahati au umeambiwa bana Diamond ukae naye uh, uh, maybe kwa siku moja kwa ajili ya kuzungumza moja mbili tatu mm, alafu